Tunaendelea na kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu na Wakili Pisita katika e, mfululizo wetu, na hii ni sesheni ya tatu. Anasimama wakili, anauliza, mlipanga nini kuhusu mkutano? Shahidi wa kificho Pisita anajibu, tulipanga mkutano ufanyike uwanja wa mata matalawe Tarehe tisa ya mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano nilipata taarifa kuwa mwenyekiti amekamatwa wilaya ya Mbinga akiwa kwenye ziara ya mikutano. Hapa watu kidogo wanashangaa mikuta mikutano ndo nini, mashahidi wa siri wanasoma basi, inaonekana kama wanasoma. Shahidi wa kificho pisita anaendelea: nilimtafuta chiza kumuuliza kuhusu taarifa za mwenyekiti kukamatwa wilaya ya Mbinga. Wakili anauliza ikawaje? Shahidi wa kificho anasema, akanijibu ni kweli amekamatwa, lakini ratiba ya mkutano wa tarehe kumi mwezi wa nne mwaka elfu mbili ishirini na tano haitakuwepo pale pale, kwa hiyo jiandaye kuwepo eneo la mkutano tarehe kumi. Wakili anauliza, hiyo tarehe kumi sasa nini kiliendelea? Anajibu shahidi, tulikusanyika uwanja wa matarawe kusubiri viongozi walioambatana na mwenyekiti kuhutubia mkutano. Alikuwepo Godbless Lema na Dr. Willibrod Slaa. Pia alikuwepo mheshimiwa makamu mwenyekiti wa Chadema, Mheshimiwa Heche. Wakili anauliza nini kiliendelea? Shahidi anasema wakati tunasubiri likatokea gari la polisi na kusema kwamba siku hiyo hakuna mkutano utakaofanyika eneo hilo na aruhusiwe mtu kukaa eneo hilo. Wakili anauliza nini kikaendelea? Anajibu Pisita, ikabidi tutawanyike na kuelekea uh, ofisi za chama ili tufahamu kwa siku hiyo nini kitaendelea. Wakili ana, anauliza ziko wapi hizo ofisi? Pisita anajibu ziko Songea, sehemu inaitwa Mfaranyaki. Wakili kikaendelea nini? Shahidi anajibu tuliwakuta viongozi ambao ni Adeli Mayala ambaye kwa wakati huo alikuwa mwenyekiti wa CHADEMA kanda ya kusini. Wakili anaendelea, anauliza nini kiliendelea. Shahidi anajibu, wakaja polisi wakapiga mabomu ya machozi na kusema watu wote watawanyike. Wakili anaendelea, anauliza saa saba mchana, nini kiliendelea. Pisita ambaye ni shahidi anajibu alikuja kiongozi makamu mwenyekiti na kusema kwamba amepokea barua kutoka polisi, kwamba kwa hiyo kwa siku hiyo usifanyike mkutano wa aina yoyote katika eneo hilo. Wakili anauliza, akasema nini kingine? E, shahidi wa kificho Pisita anaendelea anasema E, tukatawanyika na kupanga tarehe nyingine ya mkutano. Wakili anamuuliza hapa, huyo makamu mwenyekiti ni nani? Shahidi anajibu ni Mheshimiwa Eche. Wakili anauliza tena tarehe 18 mwezi wa nne mwaka 2025 nini kilitokea? Shahidi anajibu nilipokea taarifa kuwa tarehe 20 mwezi wa nne mwaka 2025 siku ya Pasaka kutakuwa na matembezi ya yari, ambapo katika matembezi hayo yataambatana na kuvalia tisheti zilizoandikwa ajenda ya no reform, no election, ili kuendeleza ajenda ya chama. Wakili anamuuliza swali lingine, kingine kilichoendelea? Shahidi anajibu ukafanyika utaratibu wa kuzipata tisheti na tukachangia elfu kumi ndipo zikasafishwa hadi kutufikia. Tukaambiwa hadi kufikia tarehe ishirini, basi tutakutana kwa ajili ya matembezi hayo ya iari. Wakili anamuuliza hapa, tarehe ishirini mwezi wa nne mwaka 2025 kikaendelea nini? Shahidi anajibu, tulikusanyika kwa ajili ya matembezi ya iari kati E, kila mmoja alipata tisheti yake na tukakubaliana jioni majira ya saa kumi ndio matembezi ya yale yatafanyika ya. Wakili anauliza ulipata wapi hizo taarifa? Shahidi anajibu grupu la siasa yetu. Wakili anauliza matembezi mlikubaliana, e, mkutane wapi? Shahidi anajibu Songea mjini kwa DC wakati moto na ilipofika majira ya saa kumi, huku tukiwa na bodaboda, huku tukisubiri wengine, mimi nilikuwa kwenye mwonekano wa kuvaa tisheti iliyoandikwa agenda ya no reform, no election. Wakili anamuuliza nini kilitokea. Shahidi wa kificho anajibu, wakaja polisi wakajitambulisha kwa ghafla kuwa wanatokea kituo cha polisi Songea na wakatuambia tunahitaji eh, tunahitajika kituo cha polisi Songea kwa ajili ya mahojiano. Wakili anamuuliza tena nini kiliendelea. Shahidi pisita anajibu walitukamata na kutupeleka kituo cha polisi Songea wana, wakatuhoji kwa tuhuma za kufanya maandamano bila kibali. Wakili anauliza nini kikaendelea. Shahidi anajibu wakasema, tutatoka kwa dhamana, lakini tulihitajika kwenda kuripoti ofisi ya RCO. Wakili anauliza tena, tarehe 25 mwezi wa 4 wann nini kiliendelea? Shahidi P6 anajibu turipoti ofisi ya RCO, tumuelezee kilichotokea hadi kufika sehemu hiyo. Wakili anamuuliza tena, hapa Mheshimiwa Jaji, ndio hayo ya shahidi huyo na hapa watu wanashangaa, sasa huyu shahidi, sijui alikuwa anazungumza nini na kinasaidia nini kwenye uhaini, ni maajabu. Ngoja tunasubiri aanze kuulizwa maswali hapa. Naam, jaji Ndunguru vipi mshtakiwa, tukupe nafasi eh, ujikusanye vizuri, mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa jaji, huyu shahidi nilishajiandaa naye toka juzi, anajibu mheshimiwa Lissu hapa sasa sh shahidi, sijui wewe ni kaka au dada, lakini naomba ujibu maswali yangu sawa sawa. Anaitikia e. Shahidi wa kificho P6 anaanza. Mheshimiwa Lisu: uliandika maelezo ya polisi? Shahidi anajibu, sijaelewa swali. Mheshimiwa Lisu ana, anasema, kitaeleweka tu, jibu swali langu bwana Shahidi wa kificho pisita, niliandika. Mheshimiwa Lisu, ukionyeshwa hayo maelezo yako utayatambua? Shahidi pisita anajibu ndio. Mheshimiwa Lisu, ulisaini? Shahidi pisita anajibu sikumbuki. Mheshimiwa Lisu ana, anauliza mheshimiwa jaji, naomba aonyeshwe maelezo yake. Shahidi wa, wa kificho pisita, nimeyapata na ndiyo maelezo yangu niliyoandika polisi Songea. Mheshimiwa Lissu anaendelea: Je, ana sahi yako? Shahidi wa kificho: sahi yangu ipo, ndio. Mheshimiwa Lissu anauliza tena, hapa ni maelezo ya tarehe 25, mwezi wa 4, mwaka 2025. Shahidi wa kificho: sioni hiyo tarehe. Nauliza tena, Mheshimiwa Lissu: hapa angalia juu, mwanzoni, anamsomea hilo eneo. Shahidi wa kificho: sijayaona hayo maelezo. Mheshimiwa Lissu: Mheshimiwa majaji, nataka kuimpeach huyu shahidi, nitamsomea maelezo yake. Anamsomea hapa: mimi ni mkazi wa Bomba mbili, kazi yangu bodaboda na kituo changu ni Miembeni. Ilipofika mwaka 2025, nilimfuata katibu wa vijana Hesa Uchiza, alinikaribisha kwenye chama na kunifanyia mpango wa kadi ya chama. Nakumbuka tarehe nne mwezi wa nne mwaka 2025 niliona ni mtandao wa YouTube hotuba ya Lissu iliyokuwa inahusu uchaguzi wa mwaka 2025 iliyokuwa ikihamasisha uasi, ilinipa moyo wa kijasiri wa kutaka kuvuruga uchaguzi, nikamtafuta Esau Chiza ambaye ni katibu kunipa mipango mingine ikiwemo ziara ya mwenyekiti taifa. Anaendelea kumsomea maelekezo yake yote. Eh, ni update za kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema e, Tundu Lissu na shahidi e, pisita e, unaweza kuendelea kufuatilia hapa.